Hivi, we muda wote mi navyokuita unisikia sinakuuliza wewe. Haya eh? Mambo yataisha lini? sikuachia la kula, sikuachia la kula ya. Chela, kula wewe, mitaani kote huko unasifika kwa sababu ya kuombaomba eh? Gondi hapa kaja binakula chakula pale, kaja kabeba chakula chote, kabeba bakuli, kabeba na mboga anaondoka nayo eh, kisa wewe unaombaomba sio. Kuomba omba hela yenyewe unaniachia mwenyewe ndogo. Unaiona nacheza mchezo kwa masalama, kwa mashula, nacheza vikoba, hela yenyewe elfu sita mme wangu, hiyo hiyo ikizmahitaji kweli lakini wewe uliniambia mimi kwa unacheza vikoba. Sasa mme wangu wewe, unavoisile tv ndani, unakaa pao, unakunja na unaangalia mimi, nimeipatia wapi kama sio momo kwenye vikoba? Hela za kwangu mimi nimeacha mimi Eh, or... Na ndio maana TV nimenunua nimeweka ndani mwanangu nimeenda kupeleka kwa mama yangu nimeenda kupeleka kwa jirani. Wewe mwanamke mtaa mzima huko nikipita mimi hapa natoka zangu kazini. Eh, hey, mume wake yule pale hey, yule. Eh, aibu. Sasa, kwa hiyo baba, asubuhi umeongea neno hilo hilo. Jana usiku umeongea neno hilo hilo. Na saa hizi tena unaongea maneno hayo hayo. Naongea na nyuma kwa sababu kila unapopita kama umekuwa plate number. Yule hey, pale mke wake anaomba omba kweli. Kwani mimi sikuachia kula wewe. Unaniachia kama inatoshi? Yani mimi najuta yani, eh sijui nisemaje, najuta kuona mwanaume kama wewe. Mwanaume mfupi, nimekuzidi kimo, ndio maana anaongea sana. Ungenipenda, ungenipenda, bahati nzuri hapo

Perfume na nikuambie kitu kimoja yeah. Mimi kabla sijawa fundi seremala yeah. <laughs> Nimewahi kufanya kazi ya yeah, perfume, yani ni mzoefu sana yeah, yeah. Kwao perfume naisikia uuais hmm, nachokisema yeah. Kama kina ukweli kwa mm, sababu hata mimi mwenyewe mara chache huwa nasikia marashi makali sana lakini kwa sababu mimi sio mtumiaji. Huwa sifatilii kabisa hivyo vitu. Najua ni watu ambao wanapita njia Kwe... ya kawaida yaani nimefanya kuwa kuheshimu sana lakini vinginevyo sasa mm. mazii kunichanganya ndugu yangu, kwa hiyo anataka kusema jambo hili inaweza kuwa ni nini? Kwanza usichanganyikiwe. Blaza, namba zangu nazo ndiyo, na ofisini kwangu napa juu kweli. Nitafute kesho ili tujue namna. Sawa, ndiyo, mimi naweza kukusaidia wewe. Mm, ni kijana mwenzangu, siwezi kukuacha katika hali mimi. Basi sawa, fundi, mimi nimekuelewa, ndiyo, kwa sababu hilo ni jipya. Mimi nitakutafuta basi. Nakuomba bro, usipuuzie. Sawa, kwa heri. Sawa sawa, nashukuru. Karibu sana. Unajua bwana, tangu mara ya mwisho jana tulipoachana pale nyumbani na yale maneno uliyoniambia kuhusiana na ile hali ya mle ndani ya ile harufu ya perfume, kiukweli nimeshindwa kabisa kupata usingizi. Ndio maana nimeamua leo niji mapema sana kwako ili uweze kunisaidia kwa ufumbuzi au kumaliza kabisa hii hali. Kiukweli inanisumbua sana Bro. Nah. Pole sana. Asante. Pole sana. Asante. Na kwa hali nilioikuta nyumbani kwako ya perfume hiyo. Yeah. Nilijua tu hautopata usingizi. Ile jambo sio jambo la kawaida, harufu ile ya perfume sio ya kawaida, na kama nilivyokuambia, mimi ni mzoefu sana na aina ya harufu ya perfume zile. Harufu ya perfume zile huwa wanatumia wadudu

uaha na aina ya harufu ya parfumu zile huwa wanatumia wadudu wanyama na hata mahudamu pia. Mbona unazidi kunichanganya? wanyama, wanyama, wanyama wadudu ndio vitu gani hivi? <laughs> Haya mambo mimi sielewi kabisa. Unazungumzia nini? Unanishangaza kwa umri uliofikia unaniambia uelewe. Anyway. Nimemaanisha kuwa zile aina perfume iliyokuwepo ndani kwako wanatumia majini, majini. Hey, hivyo basi, una hiari ya kuendelea kuishi vile vile na hali ile ile ama nikupeleke kwa mganga sasa? Inawezekana pia hali hii kamfanya mtu akawa hajisikii vizuri anasikia mapigo ya moyo anapenda mbio, wakati mwingine hakuna amani ndani ya nyumba, unataka <laughs> <tabu> kuniambia kukuta alio hilo, ni mojawapo na inawezekana pia. Juzi nilikuwa likua ndio kaniambia anahisi kama moyo wake unaenda mbio, lakini pia haoni amani kabisa, kwa kama ule ndani. Sikumuelewa, lakini sasa kwa maneno yako unayosema naanza kupata kitu kichwani. Pole sana, narudia tena hilo dogo hilo lasemeji si kwenda moyo mbio siu nini na nini hilo dogo baba mimi nimekuja na shida shida yangu mjombako ni ana hali mbaya mjombako anaumwa sana zaidi ya sana na tumea tumeambiwa anahitajika apelekwe india india ndio amasangazi, ah, bwana acha masiara. Mjomba anatakiwa apelekwe India, ndio safari ndefu eh? Na mimi hapa nimeona kimbilio langu ni nyie, watoto wangu sina jinsi hmm. Kwangu hapa ndio kimbilio la matatizo, si mjomba wako lakini hmm. sawa sawa na mimi nimekusikiliza. Nimekusikiliza vizuri na nimekusikiliza kwa umakini sana. Mm. Labda mimi ningependa nikuulize maswali labda. Niulize. Mm.

Wow. Kabisa siai nikutoa wow. Ah, ni na kufunanisha na mimi muda ukifika lazima, ila natamani nikuulize swali kama ati <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ni asilimia ngapi ya moyo wako unawaza na kufikia. Na historia kidogo, ni kweli sijai kukwambia, ila nahisi huu ndo muda sahihi wa kukwambia. Sasa ni miezi michache iliyopita, nimejenga mahusiano na binti anaitwa Linda. Mahusiano <sighs> yetu tumependana sana kupita kiasi, kupita maelezo kiasi cha kwamba yeye akinita mme na mimi nikimta yeye mke, lakini hatujawahi kuonana hata siku moja. Mahusiano yetu na kwenye, kwenye simu tu, tumejuana kwenye simu, upendo wetu umezidi kushamili kwenye simu, na mpaka leo hivi unakuwa tunaongea kibarua nilichokuwa nacho mimi na kibarua cha kuwa nacho yeye ni cha kutafutana mimi na yeye na kuona namna gani siku moja tunakuja kukutana pamoja. Nampenda sana na amini naye pia ananipenda sana, tunapendana kiukweli, ila hatujawahi kuonana hata siku zamani sana kweli, kwa kutokuambia hili mapema na kutoli